Najua vitu vingi vimekwama. Mipango mingi tuliyokuwa tunaiweka haijatimia. Of course najua vipo vingi ambavyo tunaviona mtandaoni watu wanasema vinaendelea. Nilikuwa nataka nikuombe kitu kimoja. Tudili na kitu ambacho tunaweza kukifanya. Viko vingi vitakuhuzunisha, viko vingi vya kukuumiza lakini tudili na kitu ambacho tunaweza kukifanya. Achana na vitu ambavyo huwezi kuwezi kuvicontrol. Kitu gani unaweza kukifanya? Kuendelea na dieti, kuendelea kufanya mazoezi, kujali afya yako. Usirudi nyuma kwa situation ilikuwa ni ngumu, usirudi nyuma. Of course, sio mimi tu, sio wewe tu ambao ulikuwa umestaki, hata mimi nilikuwa nimestaki pia. Sijapanda kwenda huko, sijafanya vitu vingine dhati yangu ile kama dhati yangu na mimi imeharibika pia. So tunaweza tukaanza upya. Ratiba yangu ya mazoezi imeharibika pia. Kila kitu kime kimevurugika. Tuna move tukana maumivu, tuna maumivu tukana majonzi, wengine wakiwa na, na furaha, mbele. Twende mbele. Hatuwezi tusirudishwe na, na na, past. Tusirudishwe na vitu ambavyo vimekwisha tokea, tuendelee na kitu ambacho tunataka kufanya. Tuendelee na diet, tuendelee na malengo yetu kupungua, unless kitu ambacho kimetokea kinakugusa moja kwa moja, lakini kinachoendelea in general, tuendelee na maisha yetu mengine, tuendelee na kufanya mazoezi, tuendelee na diet. Pressure isubiri, haijali wewe ulikuwa unapitia nini? Kisukari, kansa, tezi dume, vidonda vya tumbo, uzito uliopitiliza hiyo ndi hazijali, tumepitia nini. Najua tupo kwenye maumivu sana, lakini nituanzie hapa tulipo. Hapa mpaka mwezi wa kumi na mbili, siku sitini, tunaweza kukamilisha malengo yetu, tunaweza kutengeneza future nzuri yetu wenyewe. Jimu inafunguliwa Jumatano.